Yes, mambo vipi mwanasawa sawa digital? Moja kati ya vitu ambavyo napenda kukushukuru ni kwako wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu taarifa nyingi zaidi unakuwa unazipata hapa. Niko na story ya Sean Kingston, moja kati ya marwapa lakini pia wasanii kutokea nchini Marekani ambao wanafanya vizuri, wamefanya vizuri katika ngoma tofauti tofauti. Najua hata wewe kuna ngoma yako ambayo unaikubali kutoka kwa Sean Kingston, lakini tunajua kwamba kuna mashtaka ambayo yanamsumbua kwa sasa hivi. Sasa star huyu wa muziki nikimaanisha uh, Sean Kingston aliweza kuamuliwa kuweza kupelekwa chini ya ulinzi wa serikali ya shirikisho mnamo Aprili kumi mara baada ya jaji kuamua kuwa timu yake ya wanasheria ilishindwa kuweza kuwasilisha sehemu ya muhimu ya dhamana yake ambayo ilikuwa ni dola laki moja taslimu, jambo ambalo liliweza kuvuruga jali jaribio lake la kubaki katika kifungo e, cha nyumbani kabla ya hukumu kutolewa. Mshikaji alikuwa anatakiwa kuwa na kifungo cha nyumbani lakini, kabla ya hukumu kutolewa, e, inaonekana walifeli kuweza kutoa hiyo e, dola laki moja au huweza kusema, unaweza kusema amefeli au kutokufeli au kwa sababu najua kabisa ni msanii, kwa sababu msanii mkubwa kama huyu akose dola laki moja au huenda kwa kuna ups and downs ambazo zimesababisha yeye ashindwe kuzitoa hizo hela kwa muda ambao ulikuwa unastahili. Sasa, mwimbaji huyo ambaye kwa sasa hivi ameweza kutimiza miaka 34 ambaye jina lake halisi ni anafahamika kwa jina la Kisean Paul Anderson aliweza kufika mbele ya jaji wa mahakama ya wilaya ya Marekani Davis S. Leibowitz. Eh, kwa kikao kifupi cha dakika ishirini tu. Bwana wenzetu wanakaa vikao vifupi sana. Dakika 20 kikao kimekwisha. Waambie wabongo sasa. Tukutane saa 4 kamili wanakuja saa tano na nusu. Lakini pia mm, sasa kwa upande wa utetezi ulikiri kuwa kuweza kutimiza masharti ya kifedha yaliyohitajika. Kingston alikuwa amepatikana na hatia ya ulaghai wa mawasiliano ya kielektroniki mnamo March 28 na hapo awali aliweza kuruhusiwa kubaki nyumbani chini ya uangalizi wa kielektroniki. Kama nilivyokuambia kwamba wenzetu mwz vyao vimekaa poa sana au vina, ni vifungo rafiki. Yaani kuna kesi kishaona kwamba ni kesi sio nzito, unaweka kifungo cha nyumbani lakini pia unafungiwa vifaa vya ki, vya kielektroniki vya kuweza kukufuatilia endapo kwa chochote ambacho utakuwa unakifanya. Sasa mpango huo ulitegemea makubaliano eh, ya dhamana yaliyokuwa ya eh, viwango tofauti tofauti, dhamana ya dola laki mbili lakini pia taslim na eh, dhamana ya kibinafsi ya dola laki tano iliyodhaminiwa eh, kama mali isiyohamishika pamoja na masharti mengine ya uh, eh, ma mengine ya utii tunaweza tukasema yes kiapo chake, e, kilikuwa kuweza kukubaliwa mahakamani bila pingamizi e, kutoka kwa upande wa mashtaka. Hata hivyo ukosefu wa dola laki moja taslim ndio ulikuwa pigo kubwa kwa mpango huo kushindwa kukamilika. Sasa waendesha mashtaka wadai kwa Kingston na mama yake walipanga njama ya kuweza kutumia uhamisho wa pesa bandia e, kupata bidhaa za kifahari zenye thamani ya zaidi ya dola milioni moja za Kimarekani, ikiwemo magari ya kifahari, vito vya thamani na vifaa e, vya kielektroniki Bana Kingston akawa anapiga njama na mama yake imagine wewe unafanya madili na mama yako kwamba mama tufanye hiki na hiki na hiki katika masuala mazima ya kielektroniki ambayo yamemsababisha Sean Kingston kuweza kuingia e, katika hatia na mashtaka tofauti tofauti ambayo yanaendelea kumkabili. Sasa kila shtaka la ulagai wa mawasiliano linaweza kudhibitiwa kwa kifungo cha hadi e, miaka 20 jela. Kingston atasalia e, chini ya ulinzi wa kisheria e, shirikisho hadi tarehe kusomewa hukumu ya kesi yake e, msimu huu ujao. Sasa tu subirie kesi yake au tuweze kusubiria hukumu yake. Endapo hukumu yake ita, itatoka kwamba walichokifanya si sahihi na sheria zimeweza kufuata mkondo wake na wameweza kujiridhisha bana eh, Sean Kingston miaka 20 jela itamuhusu, lakini pia kama hakutakuwa kuna eh, uhakika wa, wa, wa, wa taarifa hii kutokea huko nchini Marekani, pia eh, hatujajua ni hatua gani ataweza kuchukulia, lakini kwa sasa hivi yuko chini ya ulinzi, lakini pia yuko nyumbani, lakini akiwa chini ya ulinzi wa kielektroniki zaidi, kwa sababu wao wanajua niko namna gani, wanazidi kumfuatilia. Endapo kesi hii itatoka, eh, tutakwambia kwamba eh, bana mshikaji ameweza kufungwa miaka miaka 20 jela au kuna kitu gani ambacho kinakuwa kinaendelea juu ya sakata hili ambalo nakuwa linaendelea. Lakini sisi kama Sawasawa Digital sawa, tuko hapa kuweza kukupatia habari nyingi tofauti tofauti ambazo unastahili kuzipata kwa muda wowote ambao unakuwa unastahili chao.